Jeshi la Urusi limeshambulia Ukraine kwa makombora tisa ya Iskander M na ndege sitini na mbili zisizokuwa na rubani na kusababisha vifo vya watu wanne na wengine kadhaa kujeruhiwa. Urusi imetekeleza shambulio hilo wakati huu ambapo washirika wa NATO na Marekani wakiendeleza mikakati yao mipya ya vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Urusi kwa lengo la kulazimisha nchi hiyo iachane na mpango wa vita dhidi ya Ukraine. Taarifa ya jeshi la anga la Ukraine zinasema limefanikiwa kuangusha makombora manne na droni hamsini huku makombora yaliyopenya anga la nchi hiyo yakisababisha maafa. Taarifa ya jeshi la anga la Ukraine zinasema limefanikiwa kuangusha makombora manne na droni hamsini huku makombora yaliyopenya anga la nchi hiyo yakisababisha maafa. Watu wawili wamepoteza maisha katika mji mkuu wa Kyiv, huku wengine wawili wakifariki katika eneo la Dnipropetrovsk, akiwemo mfanyakazi wa huduma za uokoaji aliyeuawa kwenye shambulio la pili. Ripoti zinaonyesha kuwa majengo makazi, maghala, biashara ndogo na magari kadhaa yameharibiwa vibaya katika shambulio hilo. Wakati huo huo, gavana wa mkoa wa Belgorod nchini Urusi Vyacheslav Gladkov, amesema kuwa Ukraine imefanya shambulio la makombora dhidi ya bwawa lilokuwa katika hifadhi ya maji na kusababisha uharibifu wa miundombinu ya bwawa hilo, ambapo ameshauri wakazi wa eneo wa hilo kuhamia maeneo mengine salama kwa tahadhari ya mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani za Ukraine, ambazo amekiri zinaweza kusababisha madhara makubwa endapo miundombinu hiyo itashambuliwa kwa mara nyingine.